Naam, karibu kwenye kipindi hewani, ikiwa ni historia si historia. Jina langu ni Theuri wa Wangeci, mimi ndiye huwa nakuletea kipindi cha historia si historia, ambapo huwa nakuletea historia ya watu tofauti tofauti kutoka nyanja tofauti tofauti, cha msingi nikijaribu kukuelimisha kuhusu masuala ambayo yanaibuka katika maisha ya binadamu na sina mengi, lakini leo hii ningependa tuangazie historia moja ambayo iliweza kunifurahisha sana, haswa nilipokuwa nikisafiri, ambapo nilisoma mengi kuhusu watu tofauti tofauti, na historia ilikuwa kama hii. Nilikuwa nimeketi kiti cha nyuma, ambapo nilikuwa nimekaa karibu na mdada mmoja ambaye alikuwa alikuwa anafurahisha sana Kwani lugha ambayo alikuwa akiitumia alikuwa kidhani siifahamu ama sielewi kitu ambacho alikuwa ki, akikisema. So wakati tulikuwa tumeketi pale, alikuwa akisema, wachana na huyu mchizi ambaye yupo kando yangu, hasikii chochote, kwani hii lugha ninayoongea ni lugha ambayo natumai hafahamu. So mwanadada yule alikuwa ki, akiongea na wanaume wengi sana so alikuwa akipigia huyu simu anamwambia, hey, inakuwaje? Nitumie fea basi nije, ama nauli nitumie nauli nije. Anapigia mwingine, nipigie, nitumie nauli nije. Akapigia kama wanaume watatu hivi, lakini wote akiwaambia, niko sehemu fulani niko sehemu fulani, niko sehemu fulani. So wakati tumeketi pale, mimi tu na furahia, nasema, wa wanaume tunadanganywa sana. Yani anapiga anadanganya wanaume watatu kwa wakati mmoja, na kila mu, cha, cha cha ajabu ni kuwa kila mwanaume aliweza kutuma ile nauli. hmm? kuna ambaye aliweza kuitishwa mia tano mwingine akaambiwa, sijui nasafiri kutoka Mombasa hadi Kisumu, basi akaitishwa elfu moja mia tano. Mwingine akapigiwa akaitishwa elfu mbili mia tano. So mi wakati niko pale tu ni, niko tu shughuli zangu, lakini unajua masikio lazima utasikia kitu ambacho mwenzako maybe yuko pale kando anas, anachokisema. So mina, niko pale tu nahurumia wale wanaume na hiyo pesa ambayo inaitishwa maybe, kuna mwanaume ambayo amekuwa akipiga mjengo, wengine tunasukuma mkokoteni hapa Nairobi, wengine tunafanya kazi ngumu ngumu, lakini yule mwanadada yuko tu anawadanganya. Lakini mwanadada mwenyewe ni mrembo, hata mimi akiweza kunipigia na kunidanganya, basi anaja Kongo na mtumia tu zile. Sasa historia haijaishia hapo historia ingine ni kwamba wakati tunasafiri kutoka Mombasa hadi Nairobi, yule mwanadada aliweza kutumia shilingi elfu moja mia mbili kwa kununua nini? Kununua tu vibanzi, sharubati, peremende, vitu kadha wa kadha, haswa hizi vitu ambavyo ni vitamu sana. Mimi niko tu pale namwangalia, nasema we hii pesa ningeipata, ningeinunua vitu vingi sana vya kuni kunisukuma kimaisha, haswa waka, wakati huu uchumi umeweza kuwa ni uchumi umekuwa ni mgumu. So wakati tu niko pale hivi akitumia tu, tukifika mahala ana, amenunua hichi hiki hiki, mimi tu niko pale, mwanangu, sina hela. Pesa ambazo nilikuwa nazo, nilikuwa na shilingi mia mbili hamsini. Hizo pesa ndo ni, ningefaa ni, nijue nitalipa vipi bodaboda boda, nikifika sehemu ambayo nilikuwa ni, niende. So mimi tu na mwagwa tu na mate ya tamaa, ametumia pesa nyingi sana lakini nikasema, we wanadada, mnatumia pesa nyingi sana. Hmm. Mimi sijatumia hata senti kutoka Mombasa hadi Nairobi, lakini mwanadada yule ameweza kutumia pesa shilingi elfu moja mia mbili kununua tu biskuti, peremende, sharubati, vibanzi Ai. Yani, anyway, si siongei sana lakini, wanawake mnapenda kutumia pesa vibaya sana, ama kwa njia ambayo si si salama hizo hmm? Pesa zote kama ni mwanaume angeweza kupatiwa hizo hela, basi angefanya mambo mengi na elfu moja mia mbili hmm? Basi hiyo ndo imekuwa historia, si historia hmm? Niambie kwenye niambi, nitumie arafu niambie, je, ungefanya nini kama ni wewe ambayo ul ul ul ulisikia wanaume watatu waki wakidanganywa kwa wakati mmoja, ungechukua ile simu useme, Hello, brother, basi wadanganywa. Ungefanya vipi kama ni wewe hmm? Ama umekaanisha na mdada ambaye anatumia pesa nyingi kununua hizo vitu vitamu, vitamu, ili hali wewe hauna hata senti ya kuvinunua ungemwomba. Niambie kwenye harafa hapo hivi. Basi nitaisoma wakati huo mwingine.